Tayari niko kwenye dimba la Al Madina hapa nchini Morocco ambako Tanzania watakuwa wa anacheza na, na timu ya taifa ya Uganda na kama ambapo unaona nyuma yangu hapa huyu eh, ni uh, manju wa muziki ambaye anahakikisha muziki unapigwa kwa uzuri hapa na kutoa burudani. Na dimba lenyewe ndio hili hapa ambako watakuwa anacheza, na unaweza ukaona kule ndipo uh, ambako timu zinapokuwa zinaingia hapa chini. Uh, upande huu hapa sasa uh, itakuwa ni upande ambako wanakaa Tanzania, lakini upande ule pale watakuwa wanakaa uh, benchi la ufundi la timu ya taifa ya Uganda, na huku nyuma ndiko upande ambako tutakuwa tukifanya uh, mambo yetu kwenda vizuri. Yule ni Brian ambaye ndo anahakisha vitu vyote vweza kwenda vizuri, na nikwambie tu hapa sasa, kwenye hiyo pichi ndipo shughuli pevu ya mataifa haya mawili ya Afrika Mashariki itakuwa inafanyika Uganda na Tanzania, ikiwa mechi yao ya ya kwanza ya AFCON. Na ukiangalia juu unaona kiwingu, eh, hapa mvua inanyesha muda mwingi zaidi, na kwa sasa unaanza kuona manyunyu. Tarajia labda mvua inaweza kanyesha wakati Tanzania na Uganda watapokuwa wanachuana, lakini mvua hapa jambo abo anaendelea kila wakati. Tuandikie maoni yako hapo chini, unafikiri nani ana nafasi ya kuibuka mbabe katika mchezo huu wa AFCON kati ya Uganda na Tanzania?